Kuna wakati unaweza kujisikia vibaya kwa sababu una gari, siyo? Unaanza kuwaza labda wewe ni maskini sana, huna bahati na mambo mengine kibao. Sasa hebu fikiria hivi: vipi kama watu wote zaidi ya bilioni saba duniani wangekuwa na magari hapo <laughs> ndo ungetamani kuwa masikini. Barabara zingekuwa kama parking ya magari yaani ungekuwa unaondoka nyumbani saa mbili asubuhi alafu unafika kazini saa kumi jioni kwa sababu ulikuwa kwenye foleni nyuma watoto 15 wa jirani yako ambao kila mmoja anaendesha gari lake. Hiyo ndo sababu kuna usafiri wa umma kama vile daladala, mabasi ya mwendokasi, treni na kadhalika. Hivi shai kusikia mtu analalamika kwamba ana ndege yake binafsi kwa sababu idadi ya ndege huko juu kwa kama idadi ya ya nyota angani wakati wa usiku au foleni ya kuingia gari yako. Kwa hiyo tuliza moyo, kutokuwa na gari haikufanyi kuwa maskini au kupoteza thamani yako, bali kuna wafanya watu tuweze kuishi duniani. Ila kuna kitu cha kuzingatia hapa, ikitokea mpata nafasi ya kununua gari, usinunue ilimradi gari tu. Nunua gari ambalo litawafanya watu kuite mchawi na mfano wa gari hili ni luxury customized Toyota Hiace. unajua ni kwa nini? Kwanza mtumie video hii rafiki yako unaijua, anaona kama kutomiliki gari ni dhambi au umaskini vile. Sasa hii Toyota Hiace ni kama ndege inayotembea barabarani, kwa sababu humo ndani kuna siti za kisasa za ndege zinazofanya heat massage ambazo zimetengenezwa kwa ngozi na imara ya ng'ombe au leather. Sio hivyo tu, pia kuna chuo cha kisasa na siti hizi unaweza kuzigeuza kitanda. Hapo sijataja TV kubwa ya kisasa, mashine ya kahawa, fridge, air conditioner, paa pale, taa zinazomeremeta na muonekano wake wa nje ni balaa. Na kama huwezi kununua gari hili, basi jua kwamba unaweza kupewa siti hizi za ndege pekee kwa bei nafuu kabisa. naitwa Moses Sam.